kita kambi nje ya lango kuu ama nje ya lango eh, ya makao makuu ya polisi wakisema kwamba wanataka Jenerali Eliud Lagat ajiuzulu kutoka ofisini hadi pale wakati ambapo uchunguzi unaohusiana na kifo cha Albert utakapokamilika. Hivi imekuwa tunaona makabiliano makali, vituwa machozi vimekuwa vikitupwa hapa kuwatawanya, wamekuwa wakitawanyika, lakini wakirejea hapa, wakisema kwa sababu ya yale ambayo yameshuhudiwa hivi majuzi, wakikuja tu hapa wakisema kwamba wanataka Eliud Lagat aweze kujiuzulu. Wameenda hadi katika lango kuu la makao E, ya polisi wakisema kwamba e, Inspector, naibu Inspector general Eliud Lagat aweze kujiuzulu. Bado wako hapa baadhi yao, wengine wametawanywa, wengine wametoka hapa wakiwa na majeraha wakikimbia tu kupokea e, matibabu katika hospitali tofauti tofauti. Kwa hivyo ni hali ambayo imekuwa ni tete mno. Ni hali ambayo imekuwa makabiliano kati yao na maafisa wa polisi, polisi wakirusha vitoa wa machozi, wa upande mwingine wanarudisha vitoa wa machozi hivyo, na pia ku, gaza mawe kuweza tu kukabiliana na maafisa wa polisi, wakitaka waruhusiwe ama wakitaka kuelekea kwe, hadi katika majengo ya bunge, lakini hapa ndipo mahali ambapo wamezuiliwa nje ya lango la eh, majengo makuu ya maafisa wa polisi katika eneo la Jogoo House. Hivi hali kwa sasa kidogo imetulia eh, kinyume na hapo awali ambapo walikuwa wamejaa hapa, walikuwa wamekuja hapa kwa wingi, lakini tunapozungumza wengine wako katika eh, maeneo ya Moi Avenue pia wakijaribu kurejea katika eneo eh, hili, wengine wameenda eh, katika sehemu za City Hall wakitaka tu kuhakikisha kwamba wanafika katika, hadi, katika majengo ya bunge ambapo shughuli nzima eh, la usomaji wa bajeti inaendelea kwa hivyo ni hali ilivyo kwa sasa, imetulia kidogo. Maafisa wa polisi wamekuwepo hapo kwa wingi, na nikikuonyesha tu labda upande wangu ama nyuma kidogo uone e, jinsi ambavyo e, maafisa wa polisi hawa wameweka doria kuhakikisha kwamba waandamanaji hawa hawataweza kupenya kuelekea katika majengo ya Bunge. Hivi ndivyo hali ilivyo. Doria imewekwa vilivyo maafisa wa polisi wakizidi tu kuongezwa hapa wakija na vitoa machozi e, kwelikweli ili kuweza ku kabili waandamanaji hao ambao walikuwa katika mamia yao e, sasa hivi kidogo wametulia lakini unavyoona pia kuna ambao wanakuja kutoka maeneo ya Harambe Avenue wakiwa tuna ghadhabu vivyo picha unavyoona adhabu ya waandamanaji wakibishana na maafisa tu wa polisi <laughs> wakisema kwamba kile ambacho kilitendekea Albert Ojwang si haki.

Munatumwa kuenda pale pale ile time tulikuwa city moja. Anti-riot police mulitumwa. Mulikuja kuchunga maiti yenye mliua. Mulikuja kuchunga maiti yenye mliua. Sikia tu ni kilio cha haki kilio cha waandamanaji wakisema kwamba kile ambacho kilitendekea Albert Ojwang, lazima mtu awajibike wa yeyote ambaye alitekeleza kitendo hicho, wakilaumu maafisa wa polisi kwamba wamekuwa wakitumika vibaya kutekeleza mauaji, kutekeleza utekaji nyara wa Wakenya ama wale ambao wanatofautiana na serikali. Hivyo wakiwa na ghadhabu, wanafika tu katika nje ya lango la makao makuu ya polisi la Jogoo House wakisema kwamba yule naibu inspekta jenerali wa polisi Edward Lagat aweze kuwajibika, ajiuzulu, wakati uchunguzi wa kifo cha Albert Ojwang unaendelea. Makabiliano tu wakali, maafisa wa polisi wakikaa ngangari nweza kuwazuia wasiweze kuelekea katika majengo ya bunge ambapo shughuli nzima ya usomaji wa bajeti unaendelea. Si maswala tu ambayo yanafanyika hapa asi maandamano tu ambayo yanafanyika hapa, bali kila mahali katikati mwa jiji la Nairobi ikiwemo Moi Avenue, ambapo mamia ya waandamanaji ambao walikuwa hapa awali wakitawanywa na wakifurushwa kuelekea pande hizo.

Ni picha za moja kwa moja hizo kujia kutoka barabara ya Harambee Avenue nje ya Jogoo House iliko makao makuu ya polisi ambapo waandamanaji wamefika hapa, wakisisitiza kwamba hawatakoma, hawataacha kuandamana, ama hawataruhusu bajeti isomwe kama naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat bado yuko ofisini. ni hali tu ambayo inaendelea kutulia maanake, kiwango cha maafisa wa polisi ambao wametumwa hapa ni wengi sana, ambapo waliweza kuwatawanya na kuwarejesha waandamanaji hao kuelekea katika sehemu mbali na jumba la Treasury ambapo waziri Mbadi alikuwa anajiandaa kuelekea katika majengo ya bunge kwa shughuli ya usomaji wa bajeti. Sasa wengine pia walikuwa wametawala katika lango la National Police Service katika jumba la Jogo wakisema wanashinikiza kutoka ofisini ama kung'atuka ofisini kwa naibu inspector general Eliud Lagat, na wanasema kwamba watarejea na watahakikisha kwamba wamezingira majengo ya bunge. Vitoa vitoa machozi bado inazidi kurushwa tu kuhakikisha kwamba wote ambao walikuwa wamefika hapa. Labda tu kidogo, ni kuelekeze katika lango la Jogo House e, ambapo makao makuu ya National Police Service yapo. Baadhi ya waandamanaji bado wameketi pale chini, maafisa wa polisi wakiwatazama tu na kuweka doria kuhakikisha kwamba wataweza kuingia mle ndani. Jongea jongea tu, karibu tuweze kuona nyuso zao na pia upate kuona taswira kamili ya jinsi hali ilivyo hapa nje ya Jogo House. Hapa ni Administration Police Service ya na baadhi ya wanaharakati hao na waandamanaji hao, weze tu kukamilisha na picha zao na taswira yao na mtakuacha na picha hizo, mtazamaji, upate tu taswira kamili uone jinsi hali ilivyo sasa hivi nje ya lango la Jogo House, Olive. All right. Thank you very much for that update, Ben Kirui. We now transition not only from